anasema idha raaitum rajula yamshi ala lma, iwapo mtamuna mtu atembea juu ya maji mapi, kuna mawali wanadai wanazodua zinazoweza kuwafanya watembee juu ya maji. Kule mwanza tunaye mtu mmoja wtuakujadau awadanganya watu eti ana dua, akisoma anakunyanyua na kidole, yanasoma nakuganyewa na kidole kilo kilo hamsini mia. Eti kuna dua kisomo unayanyua na kidole hizo paintimeeva. Mawalii ndivyo wanakodai kwamba wali yuko Dar es Salaam, ana uwezo wa kukuzuia wewe ulioko hapa ananyosha mkono na kuvua kofia fahmtumefana. Ukimuuliza na kwambia ni walii wa Allah. Imamu Shafi anasema utakapomwona mtu watembea juu ya maji, eh au yatiru fil hawa, au anaruka angani, ah, mtumefana, kitakachotokea ni mtashangaa, mtu anawezaje kuruka angani anawezaje kutembea juu ya maji? Akasema fala tatabiru bihi, msimzingatie lolote hata tarifu amrahu ala lkitabi wa sunna, mpaka mpime hali yake na Qurani na sunna. Kwa hiyo kuna wakati kweli wanaweza wakafanya mambo ya ajabu. Leo wanajitokeza le wengi, wengine wanajiita sharifu majini Amtulan atujui sharifu majini mashaitani ma wala hasin, wa kayalhasir. Watu leo wanadai walii wengi sasa. Basi tofauti iliyopo baina ya mawalii wa Allah na wali mawalii wa shetani shetani pia na mawali, miongoni mwa tofauti hizo ni kutangua kwamba annasu fi

Hawa ni mawalii wa Allah wajulikane, na hawa ni mawalii wa sheitani, watu wawajue, ili watu wasije wakachanganywa wakajikuta wameshatapeliwa na mawalii wa sheitani. Fa ahtua kama faraka Allahu wa rasuluhu bainahuma, kama Allah alipotofautisha na mtume wake, baina ya hawa mawalii wa aina mbili faauliau llahi mawalii wa Allah humu lmuminun almuttaqun ni waumini wenye kumcha Allah tabarak wataala. Ate wezi kumkuta muumini mwenye kumcha Allah anakimbilia mawalii wa sheitani, ama waganga. Na ndio maana wewe wewe fuatilia hawa wanaodai uwalii, wanaodai usharifu, wanaotampeli watu kupitia milango ya dua. Ukifuatilia wateja wao ni watu wasioswali, ni watu wasi, kama ni wanawake ni watu wasiodistini, ni wanawake wenye fikira za ushirikina shirikina, wezi kumkuta mtu anaswali anakimbilia inak wametengeneza wame makampuni maalum kwa hiyo lazima ndugu zangu lazima haya tuyajue na tuhurumie umma mashangazi zetu ndiko wanakukimbilia huko madada zetu lakini ya kusikitisha mpaka akina mama unarudi nyumbani unauliza mama yenu yuko wapi wanakwambia kaenda Tabora ehe kaenda kuchukua huduma anarudi nyumbani, amekuja na mali anakwambia, toto fulani, haya ni maji ya baraka, haya ni maji ya baraka. Nimeitwa na mama nikayafuate Tabora. Mama yako kayapata wapi? Ameyatoa Islah Dua Foundation. Kwa hiyo lazima wazinduliwe Waislamu mitandao hawa ni mawalii wa shetani, wala si wa mawalii wa Allah tabaraka wataala. Wanaweza kukusanya wa watu mina ya sala hata wasiswali. Walii wa Allah hawezi kumshika mke wa mtu kwenye mkono, ila wao wanawashika. Wa wa mawalii wa Allah hawawezi, yani wana wanatabia fulani moja kwa moja. Unajua hawa ni matabeni

Na wakamweka karibu yao, wakamweka karibu, wakamnusuru Allah tabarak wataala, wakapenda kile anachokipenda na wakachukia kile anachokichukia, wakaridhia kile anachokiridhia na wakachukia kile anachokichukia. Allah tabarak wataala, mawalii wa Allah hawapendi shiriki, hawa wanachukia pindi wanapoona Allah anashirikishwa, hawapendi bid'a Mawali wa Allah wanapenda yale anayoyapenda Allah, wanawapenda wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam. Lakini wanamchukia yule anayemzulia. Ama hawa wanaodai uwalii huku wananyoa ndevu, ukiwachunguza wengi ni wanyoaji wa ndevu, wavaji wa maisbali, wakezao hawajistiri, lakini dua za shirikina na za kigangaganga wakijidai kutafsiri tafsiri ndoto ni waongo wakubwa. Ukiwafuatilia huyo Abu Jadawi adai yeye ana tafsiri ndoto, muongo katika tafsiri zake. Kwa hiyo basi, lazima waislamu wazinduke wa katika haya watu watu wamefilisiwa, wame na watu wa namna hii, mtu anaenda kuuza shamba ili akanunue dua Tabora, ili akanunue dua Tanga, ili akanunue dua wapi, madamu anasikia pahala fulani pana dua, kuna shehe aombea watu. Hatukatai watu kuwaombea watu, lakini kwa mtindo ule wa kuuza dua, watu wenyewe ndio wale Waislamu waweli makina watu wale